of Mama Samia's administration has been extremely positive for the foreign investors. She sees leading the country, have been able to bring talent to create value added from Tanzania to other countries, and we have created massive employment. Kwa majina, naitwa Upendo Moses Moshi, ni manager manaje rasilimali watu kampuni ya Tuku na nimefanya kazi hapa kwa zaidi ya miaka saba. Sasa, tunawafanya kazi elfu sita, mia nne na kumi na saba. Wengi wao asilimia kubwa ni washonaji. Vigezo vya kuajiriwa. Kwanza ni lazima huyo mtu awe na kitambulisho cha NIDA. Kigezo cha pili ni lazima awe na TIN namba. Kwa jina naitwa Bahati Adam Mlimo, ni mfanyakazi wa Tukulena na miaka mitano toka nimeanza kazi kwenye hii kampuni. Tunashirikiana pamoja na kampuni katika majukumu mbalimbali, stahiki za kila mfanyakazi. Vijana wengi tumepata ajira zinatukimu katika kuendeleza maisha yetu. Nimefanya kazi katika kiwanda hiki kwa ndani ya miaka minne, idara ya ushonaji. Napenda kuwaasa vijana wenzangu wafanye kazi kwa utulivu na usikivu, wapende kujituma kwa ajili ya manufaa ya kwao wao pamoja na familia zao pamoja na taifa letu la Tanzania. Katika kampuni tuna sera mbalimbali, sera ambazo zinazingatia kwenye uajiri ni watu gani tunaotoa vipaumbele zaidi tukizingatia wanawake pamoja na vijana. Kwa majina anaitwa Isa Asumani, nipo Leza Department. Hapa Leza tunafanya designing kwa kutumia mionzi, tunatengeneza pattern yoyote katika nguo. Mionzi hii inachoma nguo kuondoa ile indigo ambayo ipo kwenye nguo na kutengeneza pattern kutokana na nguo gani na oshi gani ambayo tunaenda kuifanya. Baada ya hapa, nguo inaenda kuoshwa katika process za ufuaji. Nguo inaanzia kwanza wash one, baada ya kutoka scratch inaenda wash two. So, kuna baadhi ya nguo zinamalizikia hapa wash one, baadhi ya nguo ambazo zinatoka hapa zinaenda kumaliziwa wash two. Kwa jamii inayotuzunguka tunatoa michango mbalimbali. Kigezo cha kwanza ni mtu anaishi mazingira haya katika jamii hii ndio anakuwa wa kwanza kwenye kuajiriwa.